Kalapina, unataka una ongea nini hasa pale ambapo unaona Chidi Benz karudi tena kwenye dawa baada ya harakati nyingi ambazo ulishawahi kuzifanya? Ah, kiukweli shina mengi, ila uhalisia wenyewe unazungumza ya kwamba hili ni janga la taifa. Maana mingi harakati nazofanya, kwa mtazamo tuwa juu juu na kwa fikra zetu sisi wa Tanzania jinsi tulivyokuwa tumejizoesha, mtu mm, anaweza kuona tu au jamaa stunt au labda amekosa shughuli za kufanya. Muone mtu mwingine naye anachukulia poa. Unajua, swala zima la dawa za kulevya, kwanza mimi nailaumu zaidi jamii. Kwa sababu hata mimi ninachofanya jamii inachukulia kawaida tu, na hata wewe ukipita barabarani ukimwona muathirika wote wa dawa za kulevya ni mtu ambaye unamdharau na kumwona bwege, mkajitakia matatizo wewe mwenyewe, wewe haikuhusu. Ndio mtazamo huu tuko nao ndio unazalisha hili tatizo tunaendelea kuwa nalo na tutaendelea kuwa nalo sisi sote umndani tuko salama, sisi hatuvuti, lakini hatujui watoto zetu huko sasa hivi wako kwenye vijiwe gani, hatima yao ni ipi? Kwa hiyo ni, ni janga letu sote hicho ndo nachosema. Okay, ni, ni janga letu sote. Lakini inaonekana Kalapina, kuna baadhi ya watu katika jamii hii hii hii ambao tunasema inawadharau ina watu ambao wanaotumia madawa ya kulevya, wengine ni ndugu na na wengine ni marafiki wa watu, wamekuwa wakijitolea kuhakikisha kwamba rafiki zao jamaa zao wanaondokana na haya matatizo, lakini feedback kutokana inayotoka kwa, kwa, kwa watumiaji wenyewe inakuwa ni mbovu, kitu ambacho huwa kinawapelekea mida, mida mingine kukata tamaa A, a, na na na na ipozungumza jamii na izungumzia kwa mapana zaidi ya, ya, ya kwamba jamii yenyewe hii ndo tu, wa watumiaji tunaishi nao sisi mitaani, hali kadhalika hata wauzaji tuna, tunaishi nao mitaani ya ya, sasa unaweza kukuta kesi kama ya Chidi Benz. Sisi tumejitahidi, mimi nimemfanya counselling Chidi Benz, nilikuwa namtafuta, ananikwepa kwepa, amenikwepa kwepa mm. kwepa, amenikwepa, kwepa, amenikwepa, amenikwepa, mm. kwepa akawa na matatizo, ikabidi nibukie, nimemtumia mapeni kidogo, kaja kaka chini, nimempiga msosi, nimeongea naye, nimemfanya counselling kiukweli, akawa amepata mwelekeo kwamba anahitaji usaidizi kwenda kupata nafuu, tukafanya harakati akaenda kupata matibabu, lakini kulikuwa kuna mengi ndani yake, najiri ya kibiashara zaidi za mziki, umeona, na yakawa yanampa <laughs> yeah. Mihemko yule Chidi Benz aliyekuamini kwa, najua huyu ni mgonjwa anahitaji matibabu yeah akitaka kuhusishwa na masuala ya muziki atavurugwa huyu, umeona mm. na hata wakati anang'ang'ania yeye kutoka, aling'ang'ania yeye kutoka, unajua mwanzoni kulikuwa kuna safari ya, ya, ya kutaka wao wapeleke Ulaya na baadhi ya wadau fulani hivi mm. yeye pamoja na rec, mimi ni injinia hiyo safari nzima, kuna kituo kule mm. kiko Italy Rome. Okay, okay. Yeah, yeah. Sasa Atukutaka Chidi Benz ajue hivi lakini baadaye watu walivujisha zile siri, kwa sababu Chidi unaenda soba, lakini eh, kuna mchongo, kuna mtoni vina hivi nini, sikilizia. Sasa yeye alipokaa soba kama siku ishirini na nane, apo ana mchongo wa mtoni kama dana dana nyingi, akaanza kuleta utata. Bwana, mimi nishapona, pinona pinona najua madawa, siku tatu arosto ishakwisha, mimi nishakaa humu siku ishirini na nane arosto, mimi sina, wewe umeniambia mimi, nimekubali ujanishikia bunduki ujanipiga wala nini, eh, unajua dogo anaongea sana. Nimekubali mimi mwenyewe kwa maana mimi inabidi mniamini nini eh, kwamba mimi niko fresh, nahitaji kurudi home sasa hivi, kama safari ya Ulaya hamna, nijue moja. Kabona mwanangu ujue, tukirudi uswahilini ujue hiyo safari ndio imekufa ujue, kwa sababu wao wanataka ku, ku finance hawezi kutoa faida hawezi kuwezesha hela zao watoe wakikonopo kitani. Okay. Yeah. Na mimi nakwambia kwa li Chidi kitani utarudia. Mm. Nimekaa masaa zaidi ya manne na namfanyia na, na, na, na risala na bwana mdogo wangu kaza wewe umu hata kama safari ya mtoni inachelewa ina wewe vumilia mumu tu safari ndani, wakangangania kutoka, ndio alokutana nayo, ndio hayo tunayaona. Lakini mwisho wa siku umetoka soba dula ume, uko fresh, umepona, unarudi kitaani, unatafuta dawa za kulevya, usipati kwa pusha wako alikuwa anakuuzia, unaenda kwa pusha mwingine, usipati Kinondoni nzima hakuna, Dar es Salaam nzima dawa hakuna, utaacha tu, utaacha kweli. na kama ambavyo unasema, kidogo alileta utata kiwa rehab. na kuna story tulisikia kwamba aliwahi kutoroka kabla ya kutoka moja kwa moja na hizi story kama zilifichwa hivi na ni kuna ukweli wote kwenye hilo. Kutoroka, kuwahi kutoroka, ila mbaya zaidi Chidi Benz alianzisha kama riot mule ndani soba mona wale client ambao wako mulo wanapata matibabu yeye. Yeah, akawa kama kawashika masikio Chida, naongea sana <laughs> yeah. Unajua, na mimi nimemwambia hilo ndo kinachokukosti mdogo wangu, ujuaji <laughs> e, unajifanya mjuaji fika, kuwa na limit ya ujuaji. Mm. E, wewe ujuaji umekuzidi hata kupona na ita take time yeah. kashika masikio soba nzima watu wote wanataka kutoka mulo soba. Ai, Soba, miayusho katika soba naweza na, na, na kusema za kibisho ama klasiki, soba soba tulompeleka Chidi ndo soba naweza kusema ya, ya, ya, ya hali ya juu mm. ya hadhi ya juu mm. Tulifikiria Chidi jinsi alivyo, kimpeleka soba nyingine hizi mm. Au soba ne za mchongoma hizi, atatazingua huyu, apeleke soba, yeah. mm. mm. soba fulani yenye hadhi yake mm. lakini Upino unaongea tu, unaniambia mimi nikae haya majengo tu ujue, haya majengo tu ujue, usifagilia hamna lolote au mdada analalamika sana. Nikaambiwa wewe unaongea, mimi najua hii soba ndio soba bora, kama wewe unashindwa soba hii, wewe utaweza soba gani? Kwani, kwani hasa Chidi Benz alikuwa analalamikia nini pale soba? Nini ambacho alikuwa anakiona kwake kiko sahihi? Hana cha kulalamika cha point cha msingi, anakoroga ana tu maneno kwamba hey, hey, hey, anahitaji uhuru anahitaji freedom, amepona yuko fresh, mwenye unga utaki ana rosto, yuko poa tu, sunaniona sasa hivi bwana. Mimi sio kama nimekojoa mnatetemeka tetemeka, niko fresh kwa, hata nikitoka mimi nitakuwa fresh tu. Oh, eh oh yeah. Kwa yote haya kuna time ilifika ukajuta kujitoa kwake, kwa msaada kwa Chidi Benz? Kiukweli kwa sababu iziarakati nafanya nakaa na, na, na, na, na madokta usoba, na, na, mm, na madokta wanaodili na dawa za kulevya ni madokta ambao wamesomea wame kudili na vicha mm, eh, wagonjwa dawa za kulevya ni awana tofauti yote na, na vicha. Mm. Yani, na vicha ehe. Kwa hiyo kiukweli nimekuwa kama daktari unapomtibia mgonjwa malaria, let's say umempa dozi amepona, karudi nyumbani siku mbili tatu, na sikatia ule bwana naumwa, kama dokta utazila kumtibu? nimempa ufu dozi basi mtibi, hakuna kitu kama hicho, yes. kwa hiyo kwa mimi kama mtu ambaye nafanya harakati eh, still kwamba Chidi Benz namtafutia yango na, na, na, na, na, na, na, na, angalia ni njia ipi ambayo inaweza kuatiba zaidi kwake oh yeah. La, lakini vile vile zaidi kwa mimi binafsi nampa time uvute kwa sababu naona bado naupenda okay, eh, so, eh. Uh, kuna muda tuliona clip za Nicki Mbishi zikitembea kwenye mitandao akisema yeah, kwamba Chidi ameshindikana hata mama yake pia amemshindwa kwa hiyo yeah, tumwache paka pale ambapo yeye mwenyewe ataamua, iko huko. Unaona, iko sahihi? Ah, ki kiukweli inakuwa ina, ina sahihi na inakuwa si sahihi kwa sababu kuna watu wengine inatumiwa nguvu wakapate matibabu, na wanaenda kupata matibabu wanakuwa wazima. Okay. Umeona? Lakini Chidi nilifanya counseling tu na, na, na ulaghai mdogo tu akakubali kwenda kupata matibabu. Aka, akawa fresh akawa mzima na watoto akampenda, akarudi mtaani ameanza kuvuta unga mi pa kunipata najua napopatikana wapi, na najua pia nikimtimbia tu lazima nikamata nipeleke soba. Lakini ananichenga na maana hataki kwenda soba. Na taarifa ninazozipata watu wasijaribu kumtaka kumfata kwenda soba. Lakini ni mtu ambaye anaonekana unga na upenda. Kwa hiyo kwenye kesi nzima ya, ya, ya, ya dawa za kulevya mtu kwanza mwenyewe inabidi naye awe na utayari mo na weine, yeah. Umeona, mi, mfano hayo wa watu wengi tu. Wakati mwingine harakati nafanya, hakuna backup kutoka serikalini, kutoka kwa mkuu wa mkoa, kutoka kwa mkuu wa wilaya, kutoka kwa waziri mkuu, kutoka kwa rais, hamna backup yote, na nishajaribu kuwatafuta watu wote, lakini wananichenga na wananikwepa. Ndio maana uone hii vita ni ngumu. Sasa kukamata tu wauzaji mnashindwa, basi hata kutupa access sisi ambao tumeamua kutakuwasaidia watu ambao wameumia na, na tatizo hili vile, vile, vile tunatengwa sasa dawa za kulevya zitapataje ufumbuzi ama utatuzi? Tutaendelea mm. kuona washikaji wanaumia, na Chidi Benzi tu ni mtu mashuhuri ama labda Raisi ama Nando, lakini ni sehemu ndogo tu yawavuta unga, mm. unga unavutwa na watu wengi, mamia maya mamilioni yeah. mm. ya vijana wa Watanzania wanavuta dawa za kulevya, na kana kwamba wahusika mamlaka zinazohusika hazioni zinaona. yeah. yeah. yeah. so, so, uh, Pina, kuna, kuna, kuna engo moja tutarudi hapo lakini pana engo moja ulizungumza ambao kidogo watu huenda walikuwa hawajafikiwa uh, na hiyo na hiyo knowledge. Ulisema kitu ambacho kilichomshawishi kidogo Chidi pia kuona uharaka wa kutoka soba, aliahidiwa kuhusiana na maswala ya muziki hii hii koje? yani, nini kilitokea mpaka muziki ukamchanganya Chidi akaona bora atoke. Ah, ah yeye yeah, unajua u celebrity naona mambo mengi unajua kwa sababu u celebrity unakucost. Sasa yeye unakuwa mkule sobo, unajua na wewe ni star, unaona watu wengine wote wanaona, unataka kuona wenzio wote kavu akati wewe ni mgonjwa kama we, yani wewe dula ku present ama mimi, kwa sababu artist ama activist yeah. nikiwa nimelazwa hospitali nitaleta u celebrity mwe ndani mimi mgonjwa kama wagonjwa wengine. E, kwa kwa hiyo lazima ujikubali kwanza. Chidi alikuwa ajikubali anataka kujiona yeye mule ndani soba star, yeye ni mtu mashuhuri nna nini, nini, nini, kupata, kupata, kupata matibabu e, atakuwa amejifunza kwamba ungamiayusha Ushe kona naye hivi karibuni? E, mimi sija kuonanana, ila juzi kati nilimcheki kwenye simu Mone? Mm. Nikamchana nikaambia mdogo wangu, nikuwa nakwambia maneno. E, e, kaniprovoke maneno machafu, lakini mimi najua ni mtu mgonjwa. Yeah. E, ameniprovoke message chafu chafu tu lakini mm, ni mtu mgonjwa. Nikakasirika okay, na... Sawa yeah. Na unadhani una, una ni nini haswa sababu yani kitu kinachopelekea masta wengi wakatumia madawa ya kulevya? Maana tunasikia wapo wengine wanatumia lakini madhara bado hayajaonekana. Nini kinachowapelekea wakafika huko watu maarufu? e, si masta tu, mimi nimesema ni tatizo la kila mtu yaani, unapozungumzia masta unazungumzia sehemu ndogo tu ya watu, na yaani sehemu ndogo tu ya watu, masta wapo ngapi? E, e, vijana wanaovuta unga, tutoke hapa tutwende extend Wingsan. Mwenge pale vijana mm. Hii ni tatizo linahitaji yeah. kudhibitiwa halidhibitiwi, ndo nilichokuwa nakisema hapa jana kwamba Chidi Benz ana, ana bahati sana. Kila mtu anamsema yeah, yeah. Wanajitahidi, wanamfata kwa vile ni star, watu wanamjua, wanajua nafasi yake kwenye jamii, kwa hiyo nadhani alikuwa na wakati mzuri zaidi wa kutoka hapa alipo kiurahisi, tofauti na vijana wengine ambao wapo hapo tu mtaani hawajulikani, si mtoto wa mama nani, sio kufanya fanya nini na vitu kama hivyo. Ulishai kuongea na mama yake Chidi Benz? anasema nini? Ah na, na, na tatizo jingine kiukweli kabisa mimi mm -hmm. na, na, na najaribu kuona kwa sababu nimefanya research kwenye, kwenye vijana wengi ambao wamepotea na na, na, na, na, na na madao haya, kwa sababu unakuta ni vijana ambao wanapendwa na wazazi wao mm -hmm. vijana ambao wana akili hasa wakati mwingine kwenye malezi yetu tusidekeze sana watoto mm. nimefanya research naona vijana wengi ambao wamepotea kwenye dawa za kulevya ni wale watoto ambao wamedekezwa sana nyumbani mm. Kwao ni mtihani, tuwapende watoto lakini tusi tu, tu, tu, tu, tu, tuwalee kama tulivyolelewa sisi na wazazi wetu, akuwa na mambo ya kudekezana dekezana. Ukizingua unagongwa. Eh, ukipinda unapindishwa. Wazazi sasa hivi nafikia pointi, tunaelekea huko. Tumeacha maadili, turudi kwenye mila zetu. Umeelewa? Eh, wazazi wawe na muda, walezi wa kukaa na watoto zao. Mzazi yuko kwenye Instagram ama mzazi anaangalia television muda wote na watoto na, na, na, na, kuona maendeleo yao kila siku kuona nini wanabadilika. Si zamani unanuswa mdomo eh, unanuswa una, vidole usio bwana, unachezea mm. una mbata mm. za kufa tu well, well. Yani bata nyingi mno, mm. yani hadi majirani wenyewe yani haongei mtu yote, unaona. Sasa hivi hata ukimgusa mwana mdogo wewe bwana, mpiga mtoto mimi naambia jamani, huyu mwanangu mimi mimi namnyosha niacheni. Sasa kwa swali la Dula, kwa swali la Dula na ulivyojibu umenifanya nitengeneze kitu kingine. Chidi Benz unaona, kwa wanaishi vipi mpaka Dula alipokuuliza umeongea na mama kweli sana. Sana. Enda anampenda, lakini sasa yale mapenzi anayachukulia ndivyo tofauti. Mtoto sasa yeye anamlewesha, anaona mimi mama atanitafuta, no, atani, ume, <coughs> hey, sana hata nikifanya vipi mama ni atanipe atanibukia tu kitu kitu nacho kina naomba twende kule Tukaongea maneno makali, mimi wewe minayoongea maneno makali na mimi naminiongea maneno makali, so labda hey, eh, inaweza ikamfanya abaki, kwa sababu analeta utata, anataka kutoka, anapigwa simu kila siku, bwana pia njoo bwana, naenda namtuliza anatulia siku <tune> mbili tatu, anapigwa simu, bwana jamaa huku bwana kakitibua tena bwana, njoo bwana, eh na nuno nuno, mapasta ma chocolate nini nini, ma biskuti eh, ma keki eh, ma pasta kwa mtu bwana, mwanangu eh, si unajua mwanangu kinyama hizi nini, babu la huko mwenye Magufuli mwenye babu anasikiliza wewe, unajua watu wote babu huyu siku fichi, yaani mwanangu ukitoka kwa shop unajue, yaani mwanangu anakupiga yeye, unajua mwanangu kaza mwanangu, wewe si unajua eh Da, mtu mzima. Sasa ee yeah, kwanza tuwapotoka mimi kikubwa zaidi kiko kina nchanganya ametoka soba. Mimi hajai kuntafuta kikweli na nikawa napata wasiwasi, huyu mbona ntafuti huyu, huyu atakuwa mzima kweli huyu, kwa sababu effort ambayo mimi nimeonyesha ni mtu ambaye kikuwa na loyal kwangu ee bana blow vipi na kutimbia na atakae na mimi masamali matatu, lakini ni mtu ambaye kiukweli ananichenga chenga, na mimi nilijaribu kumtafuta mwanzoni mwanzoni, wakati uko fresh tu hajaharibika bado, lakini akawa ananikataa katani. Kaona bwana huyu kashakula lebo kubwa mashavu tena, au sababu ana mambo ya maana na, e, <laughs> na, na mama vipi, nilivyomwambia habari za kwenda kuongea maneno makali na Chidi Benz. Rehab mlienda? Hatukwenda, haikufanikiwa kwa nini? Sijui kwa nini. Yeah. No. Sawa, uh, una muda mrefu sana Kalapina kwenye, kwenye muziki yep. Umepitia maisha mengi tofauti, kuna time kikosi cha mizinga kilikuwa kinasikika tofauti kwa watu wakorofi, watu wa ngumi, watu wa vile, ulikuwa na marafiki wengi tofauti, lakini mpaka leo ukitazama uko sawa na bodi yako iko vizuri. Nini eh, siri ni nini? Uh, imekwaje ujao mmoja kati ya ya watu ambao tunawapigisha story kama Chidi Benz. Hmm. Elfu mbili na tisa sisi tuna tumeanza kuimba hip hop bila madawa. Watu wote wakutuelewa, "Ah, jamaa anaimba vitu gani? Hip hop bila madawa." Baada ya elfu mbili na tisa sasa hivi mwaka elfu mbili na kumi na saba nini kimetokea mzee? Hmm. Watu wangeshtukia tukia kipindi kile sisi tunafanya movements zile tungekuwa tuko wapi? Mimi nafanya harakati sasa hivi mwaka almost wa pili huu hapa, watu wanashikilia balida balida mzee. Watu wanaanguka. Ulishawahi kujaribu kutaka kuvuta? Kwa mimi unga sijawahi, hata sijui una ladha gani. Na sifikiri kama naweza nikaujaribu kwa uzee huu ambao na, na, na, na, na ufikia sasa, kwa sababu unapozungumzia unga, mimi nimezaliwa Kinondoni na afu mm. mtu wa mtaa mzee mimi mm. mtu wa kitaa, nimetoka mtaani, nimetoka ghetto. Unga Kinondoni ndo naweza kusema ndo baba ndo mama ndo ndo ndo asili, lakini sije kuvuta. Nimeona watu wanakufa, nimeona mtu alikuwa mteme, anaweza kupiga watu kumi dakika moja tu, anapigwa na watu wadogo mm. Unaona, ni mwanamtu aikuwa na akili za ajabu, anafanya mambo ya ajabu, anakuja kuwa fala tu. Unaona, unga huo kitu sio mzee, yeah, na e, na e, kwa experience e ambayo unayo Kinondoni, ulishawahi kukaa na rafiki zako ambao walikuwa ni drug dealers? Yani shwai kukaa na hawa watu wenyewe wauzaji, wakawa ni, ni, ni washikaji zako Nd, ndo, ndo jamii yetu hmm. Jamii hey, jami yetu, mimi mimi sina sidili na muzaji si ishwu yangu, mi sina si, si, si. Si mamlaka wala siusiki nao, so dili zangu hizo, mi na dili na watu waloumia kwa sababu washikaji zangu za wanangu afu naona wanauza, yani kwamba, wanangu, sikilizeni, watu wanabadilika. Mimi majambazi, mimi washikizi wangu wengine majambazi, wanabadilika. Mimi ningeza kuwa jambazi, ningeza kuwa muuza unga io aa y si e, ah, sio maisha yangu si, si hobi yangu, si michongo yangu, umenelewa? Nikitaka kuwa jambazi mzee, na nguvu napiga ngumi moja unalala e, na yeah, na e, <laughs> la si, si, si maisha yangu, si fani zangu, mimi napiga mziki mimi napiga harakati e, ndo maisha yangu yako hapo mzee. Neno lako kwa wale watu ambao wanawanasambaza wana, wana picha za za washikaji zetu kama hivyo Chidi Benz, unando na nini, zile za kimiisho na kabisa, maana mbona tiati tiatia maji? ile wewe ukiona unahisi nini? Ina raise awareness safi, nzuri, watu wafanye mm. hivyo, yeah. mm. kama mimi nafanya kipindi cha harakati utalaumu sasa mm. e, kumbe tatizo lipo hata mm. mimi nahitaji ku play part kulisaidia, au kutoa mchango wangu kuondokana ku, hili tatizo mm. mona, we wacha watu, wewe wa post mm. watu waone tunaficha nini? sasa mm. e. Umekutana na tatizo lolote? Changamoto zipi hasa kwa wale watu ambao ndio wafanya biashara na wanakujua kwamba wewe unawapiga vita na utaki vijana wanatumia ya mambo? Kiukweli uh, kwa sababu si dili na wafanyabiashara, kwa hiyo sioni namna yoyote ya kupigana nao vita, kwa sababu si dili nao. Okay, udili nao hey? lakini unawaharibia biashara yao. Ah, uh, so, wamekuwa wanakusumbua kwa lolote? Si. Ushakutana na picha picha lolote? Hakuna uh, usumbufu, kwa sababu wao wanapata hela labda kwa kuuza, na sisi tunapata tunaishi kwa kuelimisha. Kwa hiyo lazima wana accept hicho kitu, hakuna namna. Wao wanapata hela kwa kuharibu, sisi tunapata hela kwa kutengeneza maisha yetu, yeah. Ah, maadili yanaweza kawa, tunasisitiza na elimu zinatoka, lakini still bado serikali inatakiwa ifanye kitu eh. Kwa mfano sasa ifanye nini? Ah, serikali inajua cha kufanya. Tunataka tuiembeshe ile cha kufanya kusudaza kulevi Uh, unajua una pia mimi najaribu kujua cha kufanya mzee, napata picha kwa kwa na. Kwa mfano pale Manyanya sasa hivi nimesikia ndo jangu ambalo ukienda na mbele Chidi Benz sana kaka, pale Kinondoni Manyanya na sehemu nyingine kama hizo, serikali ifanye yani pale pa, papelekwe nini papelekwe kitu gani? wakamatwe Mpani... wapewe elimu wafanywe nini wale watu sasa? Wale ni wagonjwa, wanahitaji kutibiwa, wanahitaji kufanyiwa counseling, wanahitaji kupewa elimu, wajitambue. Kwa sababu wale wajitambue ni kama vichaa, ndio maana nimekwambia mgonjwa wa dawa za kulevya ana tofauti yote na kichaa. Wale washapinda, washapoteza, wanataka uwafanyiwe counseling wapendwe wasitengwe, na tusiwatenge wale. Wale tukiwatenga atu, atu, hatutatatui tatizo. Na, na tusifiche haya mambo, tuwe wawazi. Umeona? Nyumbani wachunguze, waone, wafuatilie, waone mienendo yao. Lakini serikali itakuwa ifai kitu kweli na wat, tena serikali ambayo tumekuwa na imani nayo kubwa sana, na mimi na imani kwamba maybe kuna kitu kinakuja, you never know. Oh yes, yeah. Na habari zimeanza kusambaa haswa, zikiwa zinamuhusu mdogo wetu Young D na meneja wake Maxeli. Kwenye mitandao yake kijamii amekuwa kilalamika kwamba inaonyesha kama dogo amerudia kuvuta madawa ya kulevya. Wewe kama mwanaharakati, kwa kijana kama huyu ambaye nadhani kama sio tumia lugha gani, kama gari lijawaka, yani ni mapema kidogo, tofauti na vile ambavyo tunao picha za kina Chidi Benz na vitu kama hivyo yeah. Una una mpango gani, ama una plan yoyote kwa Young D mara baada ya kusikia taarifa hizi, ama unataka kusema nini? yeah anakataa kama hivyo sasa. Hata sasa hivi kutana na, atakwambia watu tu stunt tu na nini, lakini ukimwona, unaona huyu mtu mbona mbona anapoteza poteza huyu mtu mbona asomeki mzee, ABC haikai moja mbili, haikai huyu mtu mbona anakuaga vipi? Ni kama kama yuisho yuisho. Hapa kuna kuna picha moja ambayo inanitatiza, kwa mfano Nyandu kasema Anakana Young D lakini hajawahi kuambiwa na Young D kwamba anavuta na hawezi kumamini, kumamini mtu ambaye anamwambia Young D unavuta kwa jinsi ambavyo anavyokaa naye, we jicho lako huwa linakuambia nini mpaka unijue mimi ni mteja tukikutana kwa mara ya kwanza nini ambacho anachokiona kwangu mimi pia? Ah, sasa si unajua niseme kama wachawi wanajuana tu kwa kodi wakionana tu wajua huyu mchawi mwenzangu sasa mimi nadili nao watu mwana muda mrefu nadili nao watu kwa nikiona tunajua hii ngoma hey, na, na, na <laughs> yangu wa kwetu yeah. Na kwa experience ambayo unayo ulipokutana na, na Young D yeah, ulidhani kwamba kweli Young D ni mtu ambaye ameshaanza kuathiriwa na matumizi au utumiaji wa dawa za kulevya? Hasa kwangu mimi hakuna kificho tena, kwa sababu na nadinawa watu, najua mienendo yao, michongo yao, wanakuaje kwao, nikiona tu ah, hamna kitu, hamna kitu. Vipi vipi Young D? Young D, hamna kitu. Sasa inafaa umtafute mapema zaidi, kwa sababu taarifa zinasema amerudi na story story, kwa sababu unajua tunapata u, u, uwezo kusema hivyo kwa maana ya page Instagram ya meneja wake amekuwa kilalamika na ameonyesha kwamba hahitaji tena kumsaidia ama ame, anaona kama anapoteza muda hivi, kwa sababu inasemekana dogo alikuwa akiagiza msosi hivi usiku, nasikia vyombo anaviweka chini ya chips, yani chips zikija, vyombo vinapigiliwa kwa chini uukiepe kinakaa mlinzi mfuko ile anapeleka najua kumbe kaweka vitu ndani. Nini kinafaa kufanyika kwa mtu kama Young D, hasa kwa wakati huu ambapo bado ni mapema? Naweza nikasema atakuwa ndio kwenye matibabu tu, atafuta namna ya kwenda kwenye matibabu. Naona kuta kwenye matibabu kuna mtihani, umeona. Mm. Matibabu yapo ni aina ya karibu mbili tatu, kuna methadone, umeona, methadone clinics na hizi ziko Dar es Salaam tu na Zanzibar, mikoani bado hazijafika. Tena napenda kushauri, kushauri serikali iweze kuhakikisha huduma methadone inafika katika kila kijiji, kila kata kwa kwa sababu sababu watu watu sasa sasa hivi hivi usweke ni kabisa bushi pia huko huko, yeah, ndo noma. Hmm. Yani wanaushtukia unga, mimi najua michonga ya ki town town Dar es Salaam, mimi naenda na huko na na huko <laughs> ngada ipo <uko. laughs> alafu eti ni nini kinafanya wale jamaa wanafanana yani teja wa, wa kimwana wailala Kinondoni Mwananyamala ukienda bushi yani kuna picha fulani unaona wanafanana hivi ni nini yani sumu zile sumu ile kitu sio kitu sio kuna umma na china wananyonga unakuta nchi nyingine ambazo yani zinaelewa ile mambo yani hamna mjadala Filipino kuna mtu anaitwa Rodrigo unam... Rodrigo Duterte. murodigo uce kachananayo mtu so, Filipino hiyo anafanya nini na naomba, naomba Mungu siku anikutanisha na, na itakuwa ni katika vitu ambavyo vitanipa faraja kubwa sana uh, na we mm. Watu wengi like, mm. yani, <laughs> wenye hela zao ambao kishua nini unajua? inawezekana like, okay. Okay, uh, kama kina Chidi Benz wangepita huko tusingewajua labda, ingekuwa unaanzia una huko una una sa una unakuta kipato kinaposhuka mm, unakuja huko sasa kwenye machafu chafu, nasikia buku mbilimbili sio uh, alafu buku mbili lakini, inavutwa na watu wa na wengi matajiri tu, watu wenye nafasi zao, watu wenye shughuli zao. Tukisema tuna tunaweka vipimo vya vi kupimana, hata umu, muka, muka, muka wewe mwenyewe yani <laughs> <laughs> <kitziki> <laughs> <laughs> <laughs>

wa kuonyesha nia kama vile bitu waunge mkono kwa mm, kwa kuwasapoti na kuwawezesha na kuwaonyesha kwamba tunawahitaji wao, hivyo wasirudi kule. Tuache tu hivi aido aido aido, nayo inamfanya mtu ana lose hope wakati mwingine, ama watu wanakuwa bado na mashaka mashaka naye, ah, mbona mimi najitahidi kwa hivi lakini jamii hainiamini narudi kule. Mimi nafikiri ni wakati mzuri wa kumpa hope mwanadada. Rais anapotoa ngoma zake tuhakikishe tunazi hype, tukae naye chini, tuna wakati mwingine unamwita, tunaka naye, unashinda naye, unamwangalia na kwendaje, kasi ziendelee. Mimi naamini inaweza kakaa sawa zaidi, analeta matumaini kwa kweli katika waathirika. Sasa hivi Rais yuko poa. Kalapina, tunakushukuru sana kwa temu yako blaza, na endelea kukaza, kwa sababu vijana wanapotea wengi sana, wana wangapi kwenye game yeah, wanafunzi, wasomi vijana mm. Eh, kiukweli si ujanja kabisa, wakiona makundi ambayo si sawa chana nayo, una malengo yako kusoma achana na unga utofika popote mze mm. na malengo yako kimaisha, unga ukiunga ndo utakuwa kikwazo chako cha wewe kufikia ile malengo yako. Kwao si kitu kizuri. Mimi napenda kuwashauri vijana wenzangu, starehe zipo nyingi wengine wanadanganyana e, na wanasema ngada ina mpango wote ukipiga mambo yetu ile kwenye mjanja mjanja mjanja, yeah. E, mjanja kachongo nasikia yeah. E, falsafa mjini kwamba e, e, avuti avuti e, kweli yeah. Kwa hiyo kama wewe mjanja unavuta vipi? Ah, aina noma. Yeah. Bwana Kalapina, asante sana sana, brother, pamoja pb, au wenewe, one love sana, one love sanana, tukajiandae kwanza, kuanza saa ya 3 na ya mwisho planet bongo saa ngumu ya ngumu, saa hip hop